Wakali kwa, kwa, kwa Mungu kama na kibali hapo, hakunielewa. Akasema sisi tupo kimwili kiserikali, lakini wewe hupo kiroho. ka msingi kama Mungu amekutuma wewe, utafuta nauli upite kabasi. Nikasema sijaa na wito huu, lakini pia sina hiyo bajeti. Akaniambia kama ndio, zungukia Ngorongoro Loliondo, upite mbuyu, eh upite nani, e, nani Monduli a kule huko, japokuwa ni hifadhi lakini kule hakuna geti. Kasema haya, nikazunguka. Nilitoka siku ya kumi hapo Kalati, nikapita hifadhi ya Manyala, lakini pia na ziwa na, e, Manyala. Nikapita mle hadi sehemu moja inaitwa Mto wa Mbu ila ni Mwanduzi. Nikaenda kulala sehemu moja inaitwa Engaluka e, kitu e, cha ajabu nilipoongea na watu wakaniambia, toka tu pale mto wa mbu kwenda engaruka ni zaidi ya kilometa mia mbili, lakini bado kulikuwa na eneo ambalo nimetembea toka Karatu, japokuwa nilitoka Kalatu, Kalatu, asubuhi saa moja kuja hadi Engaruka usiku saa tatu, japokuwa kuna kipande kama kilometa saba nane hivi nilipata lift. Kuna Mwislamu mmoja alikuwa na gari akanibeba ambayo anafanya biashara ya kuwapeleka. Ndio nikapelekwa kituo cha mwisho katikati ya poli. Wengi ni wamasai wanaoishi mazingira hayo, kwa na mazingira katikati i. Siku iliyofuata toka Ngaruka nikatembea hadi Donyo Lenkai ambapo ndo nilikuwa na wito wa kuvunja hiyo mazabao. Kuna limlima likubwa na katikati ya mlima ule kuna lango la kuzimu japokuwa linakuja kwa mfano, mfano na kuonekana kama e, mipuko wa volcano, na inatokota. Nasema hata ukiweka sufuria ukachemsha kitu kajisha chenye kuivalakalaka, lakini hapo ni namna fulani ya movu kuleta jisu yake toka kuzima. Kwa nifika hapo ilikuwa saa nne ya mchana ni kilomita themanini toka hapo nilipokuwa nimelala nilipo sasa watu alimshangaa sana, japokuwa kabla ya kufika hapo nilichoka, nilitoka alipotokea. Masai moja ambaye tayari alikuwa na kadumu ndani yake, alina vitu wao wanaviita simini, wanatumia unga na maziwa, akaninywesha nikapata nguvu, lakini pia nilikuwa na makande ambayo ni ajuzi ya maharagi aliyoshacha, nikayala nika nikapata nguvu. Sasa nikaenda hadi ziwa Natron, nilifika hapo sasa Sasaa sita na nusu nikapiga injili kulikuwa na na gulio mnada, mm. nilipo